Mwisho, kabla ya kukaa, na waogopa sana watanganyika kuliko wa Zanzibari, kwa sababu wazanzibari mambo yao yote yako mezani, watanganyika wameyashika moyoni. Watu wa namna hiyo wakija kugeuka ni wabaya, na ndio inanifanya nimalize kwa kuyakumbuka maneno ya Mwalimu mwaka F1, 1993 mkiwa Berlin, mwanafunzi amekuja kumzika Willy Brandt Willy Brandt. Tumekusanyika alikaa, yeye na Kaunda walikaa. Marafiki wakubwa Willy Brandt. Tuka dada moja sitamtaja jina leo. Akamuuliza mwalimu, huko nyumbani mmeruhusuje vyama vingi? Wakati uliotaka ni wachache. Mwalimu akamtazama akacheka, akasema, binti, wewe unaishi hapa Berlin? Sumemwona Chosesco. Wametungua helikopta ye, ikadondoka ye, wakamuua na yeye na mke wake, wakavuta maiti. Ni kwa sababu Chosesco alisubiri mpaka watu wengi wanaomkataa wawe wengi. Akamtungua, kuyajadili mambo haya bila kuweka idadi, kwa sababu kuna mambo ukisikia, ukisubiri uwe na critical mass, yaani idadi kubwa ya watu, jambo limeharibika. Ndio ilikuwa wosia huo. Nadhani mwalimu alitumia tupa ya picha. Mnataka iwe kama Chosesko? Chosesko alikuwa haondoki, haamini. Dakika ya mwisho, anaona watu wamekuwa wengi, pande helikopta, wakaitungua. Kwa hiyo tukajua kwamba mwalimu anataka vyama vingi vije, wakati wengi hawajavidai, ili mviongeze, mviongoze vizuri. Ni busara kuanza kufikiria kuwapa Watanganyika serikali yao wakati wanaiogopa, kuliko, kuliko kusubiri waidai kwa miguu yao. Tutavunja muungano, na muungano huu si hiari. Nimeanza kwa kuzungumza nafasi ya Tanzania katika dunia na bara la Afrika. Sisi ni nyonga la Afrika. Sisi ni nchi muhimu katika ulinzi wa bahari ya Hindi. Tusiruhusu muungano wetu ufikishwe hapo. Watu watakapoanza kudai Tanganyika kwa miguu yao, Tanganyika ikawa kama Kongo. Ni dhambi ambayo hatutasamehewa milele. Na mpenzi mtazamaji, ni e, baada ya kupokea e,